Mimi ni mwalimu kwa katika mtepo wa sayansi na hisabu. Kitu ambacho nitakwenda kukionesha hapa, nukta ambazo natumia wakati wa kupaka ile rangi za maji ambazo zinatumia maji, na hii kuna brush yake ambayo natumia kukata kama natumia kukata hivi, hiyo ndo kazi ya kisu. Sababu na hiyo pia mambo ya vipimo, kuna centimeters natumia kati, naonesha ni marker pen Hizi ni mapen ambapo kwa Kiswahili tunaita ni kalamu na nashasha. Lakini pia kuna hii e, Manila sheet. Kuna hii stem yetu au base kwa Kiswahili tunaita ni kitako kitako. Hiki kutumia no, rangi lakini kuna mbili za nyumba nyumba zetu ziko hapa, kuna hii nyumba ya kwanza. Sasa tuangalie alinyesi gani vifaa hivi vilivyoweza kutumika mpaka tukaweza kuunda kachetu hiki hapa. Kwanza kabisa, nikianza na nyumba hii hapa hii ni nje nyumba A na hii nyumba B. Kwa mfano, hii hapa na hii rangi ya kijani, huu ni mfano wa rangi iliyotumika katika kupaka eneo hili. Lakini pia kiangalia katika eneo hili hapa eh, hey, kuna hii rangi, muundo wetu wa hii nyumba. Lakini pia na michoro tofauti tofauti imeoneshwa hiyo mchoro imechorwa kwa kutumia kalamu ya sasa ambapo tumezoea kuita. Lakini pia hapa hapa kama nilivyokuonesha, ndugu mtazamaji, una nyumba upande huu hapa, tutaweka namna hii, itaonekana kama hivi. Hii ni nyumba A eh. Lakini pia tutakuja katika upande wa nyumba B, tutaiweka hapa, mwonekano wake utakuwa ni huu hapo, nyumba kama inaonyesha sakiti rahisi ya umeme ambapo inaonekana mwonekano wake katika mfumo halisi. Vizuri, kwa ndani taa yetu inaonekana hii hapa, umeme unawaka kwa ndani. Lakini pia vile vile katika nyumba B umeme unaweza kutambua aina mbili za sakiti rahisi ya umeme kama ni sakiti mfuatano au sambamba. Na lakin, mtu mtu ambaye amezima sasa, aliyezima switch, kwa hiyo umeme katika nyumba B utazima. Nikiwasha utawaka zote, umeme haukuwaka. Tukiwasha basi umeme utawaka katika nyumba zote mbili. Kua katika somo la sayansi hususani darasa la sita, katika mahili mahiri ya sakiti nikukuwezesha wewe mwalimu uweze kuwajengea bo langu mimi, sio wewe mwalimu uweze kumtengenezea mwanafunzi kitu hiki. Lengo la kuonesha video hii ni wewe mwalimu aweze kuwa na ujuzi lakini pia ni uweze kumwezesha mwanafunzi atengeneze kitu pale. Pia waya, waya pia ni rahisi kupatikana kwa mfano ukiangalia hapa huu ni waya wa USB tayari umeharibika hauna kazi. Kwa hiyo una uwezo wa kuondoa eh ganda hili la juu na ukapata waya za kuwekea, unaweza kagusa vitu hivi wakaona, na pia wenye matatizo ya kusikia unaweza kaangalia kwa macho. Hivyo basi utengeneza vitu kama hivi. Lengo ni kuwezesha elimu yetu iweze kuwa na kiwango kinachotakiwa. Pia kuna video zingine zitafuata.